Zanguni, una kitu nataka kuelezea. Mbona Mungu, Mungu alituumba sisi wanadamu akatuwekea damu tunaishi kutumia damu na kuwa wanadamu ni profesa. Mbona hakuna hakujai tokea profesa amefikiria kitu kama hicho? kwani sisi ni damu, mbona kila kitu inamalizia na damu hapo? Hiyo swali uliza Mungu. Alafu, usikiza kuna story nyingine ingine naaa kuwaelezea kwa eh. kuna design Illuminati wamekuja nasi siku hizi eh, na kwa wa Illuminati, mimi mimi walinijaribu na hiyo design, lakini ile walinipata mimi mm, ni mwokofu Waza ukiangalia jina, iko fiti. Nilistukia nimetumia milioni mia. Mimi na mimi, mimi ni mwokovu. Siwezi nikamgeuka Mungu wangu. Hizo design si wanakujanga nazo. Mm. Wao wanakaa kama conmen. Wana, unastukia mm unasukia wamekutumia pesa hizo design, walimtumia na mimi wanakusambaza na unakuwa member ya Illuminati unaweza, unaweza ukapeana mali mm, buda ama wanza upoteza mali wako, wanza upoteza. Bwana, mbona kuingia Illuminati unanichekesha baba? Yani unapeana mali kwa sababu ya fedha? Wewe mtoto wa kiume kasana pambana. Ndio ndio maana ingia Illuminati, hebu kapate hela, hata nipatie mali kama ni raha. Utataka kuingia Illuminati bro? Ah, mali asiseke huyo aende

Mimi kuelezea hii story nilikuwa naelezea, ndio nikufanye uelezee viti kwa wewe. Ni mtu wa Illuminati sasa wewe <laughs>